Enyi mlioamini mcheni Mwenyezi Mungu inavyopaswa kum, yani kuogopwa, wala msife isipokuwa mmekuwa Waislamu. Dada zangu katika iman, maelezo zaidi kuhusu aya hii ni kwamba yatupasa kumtia Allah subhanahu wa ta'ala na kutomwasi na tumshukuru, wala tusiwe ni wenye kumkufuru Allah subhanahu wa ta'ala, na tukumbuke o tumkumbuke Allah subhanahu wa ta'ala, la tusimsahau, na natudumu katika kushikamana na Uislamu wetu mpaka mwisho wa uhai wetu, ili tupate kukutana naye tukiwa katika hali ya Uislamu. Dada zangu katika imani, yatupasa kuziangalia amali zetu bil khauf, yani kwa khauf. Na kila mmoja wetu anatakiwa aituhumu nafsi yake na aidhanie vibaya nafsi yake, kwamba amali zake ambazo amezifanya na anazoendelea kuzifanya katika uhai wake hazijakubaliwa. tuwe sote na hofu hiyo allah subhanahu wa ta'ala akielezea kuhusu mitume wake radhiyallahu anhum ambao walikuwa na khofu hiyo kila baada ya kufanya ibada zao tukufu walikuwa wakiogopea kwamba amali zao hazijakubaliwa anasema allah subhanahu wa ta'ala katika quran surat almuminun aya 56 hadi 61 innal ladina hum min khashyati rabbihim mushfiqun

Na hao ambao aya za mola wao wanaziamini, na hao ambao wao yani, hawamshirikishi Allah subhanahu wataala na chochote, na hao ambao wanatoa zaka na sadaka katika mali waliopewa, na hali nyoyo zao zinaogopa, kwa kuwa wataregea kwa mola wao ula laha basi, wote hao ndio wafanyao haraka katika mambo ya khair na ndio waendao mbele katika hayo. Dada zangu katika iman, baada ya Allah subhanahu wataala kutaja sifa za hawa mitume radhiyallahu anhum katika aya hizo, kwamba wao walikuwa wanamwogopa mola wao walikuwa wananyenyekea, o wanyenyekevu oh, katika ibada zao, walikuwa wanaziamini aya za mola wao, walikuwa hawamshirikishi mola wao na chochote na walikuwa wakitoa katika vile walivyopewa <coughs> wakatoa zaka na sadaka, na hali nyoyo zao zina hofu kwamba ibada zao hizo walizo, yani hazijakubaliwa. Kwa sababu wataregea wapi? Kwa mola wao. Dada zangu katika imani

na hao ambao wanatoa zaka na sadaka katika mali waliopewa na hali nyoyo zao, nyoyo zao zinaogopa kwa kuwa watarejea kwa mola wao. Punde aliporudia kuisoma aya hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam, Aisha radiallahu anha alimuuliza Mtume sallallahu alaihi wasallam: ya Rasulullah, ahumul ladhina yashrabuna alqamru wa wayasriqun Yani, ewe Mtume wa Allah, hao wanaoogopa kutokubaliwa amali zao ni wale wanaokunywa pombe na wakaiba? Mtume sallallahu alaihi wasallam akamjibu Aisha radiallahu anha kwa kusema la ya ibnata siddiq, lakinahum lladhina yasumuna wayusalluna wayatasadaquna wa yakhafuna anla yuqbalu minhum. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamjibu Aisha akasema hawa ni wale ambao wanafunga, wanaswali, wanatoa sadaka na huku wanaogopa kutokubaliwa amali zao. Dada zangu katika imani, Allah subhanahu wataala aliwasifu hao mitume wake radhiyallahu anhum, na baada ya kutaja mitume wake wengi tu kisha akasema katika Quran surat Al-Anbiya aya thamanini na tisa hadi tisaini wa Zakariya idh nada rabbahu rabbi la tadharni farda, farda waanta khairu lwarithin, namtaje Zakariya alipomwita mola wake akasema: mola wangu usiniache peke yangu, na wewe ndiye mbora wa wanaoridhi. fastajabna lahu wawahabna lahu yahya

na tukampokelea dua yake na tukampa Yahya na tukamponyeshea mkewe. Bila shaka wao walikuwa wepesi wa kufanya mema, na wakituomba kwa shauku na hofu, nao walikuwa wakinyenyekea kwetu. Dada zangu katika imani yatupasa, kama waumini sote, baada ya kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, tuishi baina ya hofu, yani hofu, yani kuogopa kutokubalika amali zetu na kumdhania Allah subhanahu wa ta'ala vizuri kwamba amezikubali amali zetu na kutulipa amali hizo. jambo la, jambo hili dada zangu katika imani, ninapelekea ibada nyingine, naye ni dua. Kuwa iwapo tuta, tutakubali na kuridhika na kuishi, yani kuishi baina ya hofu na, na rajaa au kuishi baina ya hofu ambayo ni kuogopa kutokubalika amali zetu, na kuishi baina yani ya hofu na raja raja ambayo ni e, maana yake ni kumdhania Allah vizuri kwamba amezikubali au amezikubalia amali zetu na ametulipa amali hizo. Hili, dada zangu, katika iman litasababisha sisi kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala mara kwa mara azikubali amali zetu tunazozifanya katika uhai wetu hadi kufa kwetu. Mitume wa Allah subhanahu wa taala ridwanullah o radiyallahu anhum walikuwa wakiomba Allah subhanahu wa taala baada ya kuwa na khofu na rajaa. Walikuwa wakimwomba Allah subhanahu wataala kuzikubali ibada zao walizokuwa wakizifanya. Allah subhanahu wataala ameelezea kuhusu Nabii Ibrahim alayhi salam na mwanaye Ismail alayhi salam walipokuwa wakijenga al-Kaaba. Anasema Allah subhanahu wataala katika Quran surat al-Baqara uh, aya ya mia moja ishirini na saba hadi mia moja ishirini na nane:

Kumbukeni habari hii pia, Ibrahim alipoinua kuta za nyumba hii ya Alkaaba na Ismail pia wakaomba wakasema: E mola wetu, tutakabali amali hii ya kujenga huu msikiti, hakika wewe ndiye mwenye kusikia na mwenye kujua. E mola wetu, utufanye tuwe wanyenyekevu kwako na miongoni mwa kizazi chetu, pia ufanye umma mnyenyekevu kwako na utuonyeshe njia ya ibada yetu na utusamehe, bila shaka wewe ndiye mwenye kusamehe na mwenye kurehemu. Dada zangu katika iman, baada ya kujenga nyumba ya, ya Allah subhanahu wataala, Nabii Ibrahim alimwelekea mola wake Allah subhanahu wataala na kumuomba dua hiyo aikubalia ibada hiyo ya kujenga Alkaaba. Wa hakadha kana salaf asaleh as, na hivyo ndivyo walivyokuwa mitume wa Allah subhanahu wataala. Dada zangu katika iman, tunatakiwa tuwaige hao mitume wa Allah radhiallahu anhum kwa yale walioyafanya, na baada ya kuwa na hofu na raja pia tumwombe Allah subhanahu wa ta'ala azi, yaani azikubalie ibada zetu, kama alivyosema mshairi katika beti zake, kama nyinyi si mfano wao jifananisheni nao Kujifananisha na watu wema, dada zangu katika imani, ndio kufaulu Allah subhanahu wataala. Mwisho kabisa, dada zangu katika imani, Allah subhanahu wataala amewaongoa walioamini kwa haki na akawaweka imara juu ya uongofu huo na akawafisha juu ya hayo. Na Allah subhanahu wataala vilevile amewapoteza waliodhulumu na Allah subhanahu wataala ta'ala hakuwadhulumu, bali walijidhulumu nafsi zao wenyewe. Namwomba Allah subhanahu wataala atujalie sote kuwa miongoni mwa walio yani, aliowaongoa Allah subhanahu wa ta'ala na waliofuzu duniani na akhera. Shukran jazila wa barakallahu fikum.